Vipi mwana sawa sawa digito, hope uko poa kabisa na unaendelea flesh kabisa. So tuko hapa kuweza kukujuza lakini pia kukupa taarifa ambazo unastahili kuzipata kwa muda na wakati wowote. Rais Samia Suluhu Hassan eh, huyu ni rais wa Tanzania, lakini pia anaweza kutarajia kuwa na ziara ya siku tatu ya kiserikali eh, katika jamhuri ya Angola, ambapo ni tarehe eh, saba hadi kufikia tarehe tisa ndipo atakuwa anafanya eh, ziara yake huko nchini Angola kufuatilia mwaliko wa Rais huyo ambaye anafahamika kwa jina la Joao, eh, eh, Joao Manuel Gonzales, au sio bana? Hiyo ndio hapa anapatikana huko nchini Angola, ambapo ziara hii inalenga kukuza na kuimarisha zaidi mahusiano ya kihistoria na kindugu e, kati ya nchi ya Angola pamoja na nchi ya Tanzania. So Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa huko kwa aya ziara ya siku tatu akiweza kuimarisha uchumi na vitu vingine kama hivyo. So taarifa ambayo iliweza kutolewa mkuru e, na mkurugenzi wa mawasiliano wa Rais Ikulu Sharifa Ngang Ngang Nyanga, eh, bana April 6, mwaka 2025, imesemwa kwamba akiwa nchini humo Dkt. Samia atapata fursa ya kufanya mazungumzo ya uwili na mwenye mwenyeji wake ambaye ni rais kutoka kule nchini Angola, kuhutubia bunge la Angola, kuweka shada la maua katika mnara wa kumbukumbu -kumbu wa muasisi wa taifa hilo hayati Rais Antonio Agustino Neto ambaye alikuwa ni rais wa huko nchini Angola, pamoja na kuweza kutembelea kiwanda cha mafuta cha Rwanda ambacho kinapatikana huko Angola. Jina Rwanda ni, ni, ni, ni, ni moja kati ya majina ambayo yanafahamika sana kwa hasa kwa wale wanafuata wanafuatilia sana michezo. Kuna moja ya timu ambazo inatokea huko, so mtu akisikia Rwanda inakuwa sio sio kitu kigeni kwa upande wake. So uhusiano wa Tanzania na Angola e, eh, uliasisiwa na waasisi wa mataifa haya mawili, hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, lakini pia na Neto, moja kati ya maraisi ambao pia walikuwa walifanya poa zaidi katika kuweza kupigania uhuru wa nchi. Lakini pia kwa kumalizia, ni Daktari Samia Suluhu amealikwa pia na spika wabunge wa Angola ambao eh, ambaye amba ni wa kule Angola, so ameweza kumwalika pia kuweza kufika bungeni nchini hapo, ambaye pia ni mwanamke wa kuweza kuhutubia katika bunge la nchi hiyo, na atakuwa ni rais wa kwanza mwanamke kutoka barani Afrika kuhutubia bunge hilo. That is a surprise, lakini pia that is a big kwenye nchi yetu ya Tanzania, mwanamke wa kwanza kuweza kuhutubia kama rais katika bunge la Angola anakuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan bana. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha sawa sawa digital, kwa sababu tunakupatia taarifa zote ambazo na sahihi kuzipata kwa muda na wakati